Ukanda wa Gaza umekuwa kitovu cha mzozo wa muda mrefu kati ya Israeli na Palestina, ukigubikwa na mapigano ya mara kwa mara, vifo vya raia, na uharibifu wa miundombinu. Juhudi nyingi za kimataifa zimejaribu kuleta amani, lakini mara nyingi zimekwama kutokana na mvuto wa kisiasa na kijeshi. Mnamo Jumatatu, Oktoba 13 mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump aliongoza mkutano wa kimataifa uliofanyika katika mji wa Sharm el-Sheikh, Misri, kwa lengo la kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi kutoka Misri, Katari, Uturuki na Marekani, ambao walitia saini hati ya makubaliano ya kusitisha vita vya Gaza. Trump alielezea tukio hilo kama siku kubwa kwa Mashariki ya Kati, akisisitiza kuwa makubaliano hayo ni hatua muhimu kuelekea amani ya kudumu. Viongozi waliotia saini hati hiyo ni Donald Trump, raisi wa Marekani, Recep Tayyip Erdogan, raisi wa Uturuki, Abed Fattah el-Sisi, raisi wa Misri, Sheikh Tamim bin Hamadi Al Thani, emir wa Katari. Hati hiyo inajumuisha vipengele vya kusitisha mapigano mara moja, kubadilishana wafungwa kati ya Israeli na Hamas, kuanzisha mazungumzo ya kisiasa ya kudumu, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza bila vikwazo. Rais Erdogan alielezea mkutano huo kama wenye tija kubwa sana na wa matumaini, akiongeza kuwa anaamini matokeo yake yatakuwa na manufaa kwa watu wa Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Trump kwa upande wake alisema kuwa lengo kuu ni kumaliza vita vya ukanda wa Gaza na kuanzisha mazingira ya mazungumzo ya kisiasa yenye tija. Mkutano huu unachukuliwa kama hatua ya kihistoria katika juhudi za kitaifa za kuleta amani Mashariki ya Kati. Ingawa changamoto bado zipo, ushirikiano wa viongozi wa kanda unaonyesha uwezekano wa suluhu ya kidiplomasia. Mkutano wa amani wa Gaza unaoongozwa na Rais Donald Trump umetia matumaini mapya kwa wakazi wa Gaza na jumuiya ya kimataifa. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, viongozi wa kanda wameungana kutia saini hati ya kusitisha mapigano, ishara ya mwanzo mpya katika safari ya amani ya Mashariki ya Kati. Haya ni machache katika yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.